Mwili wa hayati Raila Odinga ulibadilishwa, huku uwanja wa Kasarani ukiteuliwa kuwa eneo la kuandaa shughuli hiyo badala ya Bunge la Kitaifa. Hatua hiyo ilichukuliwa baada ya wasiwasi kuibuka kuhusu uwezo wa bunge kuhimili idadi kubwa ya waombolezaji waliotarajiwa. Mbunge wa Kabuchai, Majimbo Kalasinga, alielezea kuwa ingawa bunge lina maana ya kiishara kwa taifa Haliwezi kutoa nafasi ya kutosha kwa maelfu ya wananchi wanaotaka kutoa heshima zao za mwisho kwa kiongozi huyo wa upinzani. Kalasinga alisema uwanja wa Kasarani ndio chaguo bora zaidi kwa shughuli hiyo kutokana na uwezo wake wa kuchukua umati mkubwa wa watu kwa usalama na utaratibu. I think, uh, the best because one looking at the ground the way we have this is the entire kenya is the entire of nairobi here the space management here one we could not manage two pia ukiangalia eh, vijana ambayo wanalia baba najua imekuwa na abrupt death baba amekufa bila kama angekuwa mgonjwa for like 6 months wangekuwa control their emotions so one this is how they style and in africa this is how we mourn This is how we mourn in Africa. We mourn by speaking and crying and giving us that kind of voice. So we allow them to mourn. By that kind of mourning, their anger will come down. What I only pray is that Ikwe is peaceful. Let us not loot our town. Let us not break our shops. I also would ask that Kisumu to be peaceful. Because going by the way Nairobi is, I think in Kisumu, we need to know more, more sobriety. Kwa upande mwingine, Gavana Trans Nzoia George Natembeya. Aliungana na wakenya wengine kutoa rambirambi zake, akielezea kuwa hayati Raila Odinga alikuwa na mchango mkubwa katika safari yake ya kisiasa. Natembeya alisema kuwa Raila alimsaidia pakubwa katika harakati zake za kuwania ugavana, akimwelezea kama nguzo ya mwelekeo wa uongozi na mfano wa kuigwa na hii eneo la magharibi kwa jumla. Kiongozi wetu wa kisiasa tangu multiparty yanze amekuwa ni Raila Amolo Odinga. Wakati alikuwa anashirikiana na wenzetu kama Wamalwa wa kijana, lakini Wamalwa wa kijana alipoaga, yule mtu ambaye amekuwa kiongozi wetu wa siasa amekuwa Raila Amolo Odinga. Hata mwaka wa 2022 mimi nikikuja katika siasa, yeye ndiye alikuwa kiongozi wetu kwa ule muungano wa, wa Azimio. Viongozi mbalimbali mbali wa kitaifa na kimataifa wanatarajia kuhudhuria wa shughuli hiyo ya kuuaga mwili wa Raila Odinga huku serikali ikiendelea na mipango ya kuhakikisha hafla hiyo inafanyika kwa heshima na utulivu. Wakenya kutoka kila pembe ya nchi wameombwa kujitokeza kwa wingi, lakini kwa nidhamu, ili kutoa heshima zao za mwisho kwa mmoja wa wanasiasa wa kongwe na mashuhuri wa taifa hili. Nikiripoti ya mtazamo wa dira runinga ya Tandao. Jina langu ni Bridgid Sikukuu.